Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Mkubwa Media. Nipo hapa kukuhabarisha kuhusiana e, na swala zima la Harmonize kushika namba moja katika digital platform mbalimbali. Sasa nimeweza kupata taarifa kuhusiana na Harmonize, uh, kushika namba moja na ameshika namba moja e, katika uh, mtandao wa uh, Boomplay. Auso bana na, na akaandika, of course kuna tusi ambalo ameweza kulitaja pale, na hii ikiashiria kabisa kwamba Harmonize ni kwamba anazidi kufanya vizuri uh, ngoma yake na Ibra Friendzone imeweza kushika namba moja na ikiwa ni top searched song, ambapo kwa namna moja ama nyingine kwa zile ngoma ambazo zinafuatiliwa sana katika mitandao ya kijamii huwezi kuiacha ngoma ya Friendzone, ambapo tunaona katika listi ya top 5 uh, hapo yupo Harmonize uh, Friendzone, lakini namba mbili ni Ira Star who's that girl akishirikiana uh, na Rema uh, ikiwa imeshika namba mbili. Ilikuwa ni namba moja uh, ilikuwa ni namba tatu, imepanda nafasi moja uh, lakini pia tunaona Diamond Msumari imeshushwa chini ameshushwa chini na Harmonize kwa mara ya kwanza. Harmonize amemtua Diamond kutoka namba tatu, au sio bana, namba moja mpaka namba tatu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine katika hii list, tunaona Harmonize anafanya vizuri na kila mtu na engo yake, kwa sababu ukiangalia top 3 eh, hapa nazungumzia Harmonize, Diamond pamoja na Alikiba. Ngoma hii eh, ya friendzone ilitoka siku moja sawa na, eh, na ngoma ya Alikiba Sela, lakini pia pamoja na Msumari. Kwa hiyo zote zilitoka siku moja, na tunaona ni mafanikio makubwa sana kwa upande wa Harmonize eh, kufananishwa na wasanii wakubwa, kwa sababu uh, tunaona hawa kaka zake eh, ni watu ambao wenye mafanikio makubwa sana hasa ukizingatia status zao, lakini pili ukiangalia jinsi ya mwenendo wa e, kazi zao zinavyotoka tangu anze muziki mpaka sasa hivi sasa, sasa hivi. Unaona ni jinsi gani ambavyo Harmonize ameweza kuwapiga wote chini. Kwa mfano ukiangalia namba nne ni Sela. Sela bana amepanda nafasi mbili ambapo ni Alikiba e, nyimbo ya Sela imepanda nafasi mbili ambapo alikuwa ni namba sita. Kwa hiyo Alikiba ameingia namba nne, na hapo anazidi kupanda, anazidi kupanda na kwa namna moja ama nyingine ni kama e, moto wake inawezekana akamshusha e, Diamond, kwa sababu tayari amesha shushu chini na Star. Kwa hiyo uh, tunaona Harmonize akiwa na anashika namba yake moja. Kwa hiyo tunaona Diamond ameshushwa, lakini namba tano ni ya kwake Diamond Sasampa akishirikiana na Focalistic, MC na Silas. Kwa hiyo tunaona Diamond ameingiza ngoma mbili katika hii top 5. Kwa hiyo Harmonize, licha ya kwamba aliitwa kenge aliitwa kenge na Diamond Platnumz eh, kwamba eh, kutokana na vitu ambavyo eh, vinaendelea eh, inaonekana kabisa kwamba eh, Diamond, Diamond Platnumz ni eh, kama anajibiwa kwa vitendo, kwa sababu uh, tunaona jinsi ambavyo uh, ushindani unazidi kuwa mkubwa. Tulitegemea labda uh, watu wangekuwa kimya, mfano Diamond ambavyo wangetoa ngoma tulitegemea pengine labda Alikiba angekaa kimya lakini kuwa na projekti yake. Lakini kingine ni kwamba uh, tunaona uh, upande wa eh, wa Harmonize eh, nayo pia iko na projekti yake, na cha kufurahisha ni kwamba eh, Harmonize eh, hii ngoma eh, ameshirikiana na mdogo wake wa siku nyingi, huyu si mwingine ni Ibra, ambapo tunaona Ibra uh, tunaona jinsi ambavyo ame amefanya kitu eh, kizuri sana eh, kwa namna moja ama nyingine eh, tunaona mambo yamezidi kuwa mazuri na tunaona anafanya uh, kazi zake vizuri. Lakini pia tunaona ushirikiano wake pamoja na Harmonize una chachu kubwa sana katika kariera ya muziki hasa wa Harmonize, lakini pia kwa Ibra, kwa sababu tunaona uh, Ibra humu ndani ameua ile mbaya na kila mtu amempa sikio lake na tunaona mambo yalikuwa ni magumu sana upande wa Ibra, ambapo tunaona uh, Ibra alizunguka katika media mbalimbali, akawa anaelezea jinsi ambavyo ya eh, mambo yalivyozidi kuwa eh, magumu upande wake, lakini kizuri ni kwamba uh, Harmonize hakumjibu chochote. Kumbuka hao ni wasanii ambao walikuwa wana, wanafanya kazi pamoja pale katika eh, Konde Gang headquarters. Kwa hiyo tunaona uh, Ibra anamtaja Diamond kama ni mtu pekee ambaye aliweza kumsaidia kipindi ambacho alikuwa mm, yupo katika eh, kipindi kigumu hasa ambapo tunaona eh, alikuwa eh, ni kama eh, inaonekana kabisa kwamba eh, Harmonize ilikuwa ni ngumu kutoa release contract ya Ibra kwa sababu release contract ndio inamfanya msanii kuwa huru na kuweza kufanya vitu vyake kwa uhuru zaidi. Kwa hiyo uh, tunaona Friendzone ambayo Ibra naye pia ameimba, ameshirikishwa na Harmonize imeweza kufanya game kuwa tam kabisa nausobana. Lakini pia kwa upande mwingine, naweza kusema kwamba licha ya kwamba nyimbo, nyimbo ya Alikiba inaonekana eh, kuwa nyuma kidogo, lakini inazidi kufanya mazuri, inazidi kupanda siku baada ya siku watu wanaanza kuisikiliza vizuri uh, lakini pia tunaona ni ngoma ambayo imeweka rekodi za hapa na pale. Lakini tunaona kwa upande wa Alikiba, tunaona amerudi tena, amerudi tena na tunategemea labda kuna project nyingine kibao ambazo eh, anataka kuzitoa mwishoni mwa mwaka huu, kwa sababu tunaona kwa upande wa Alikiba ni msanii ambaye huwa anakaga kimya kwa muda mrefu, lakini akija kutoa kibao basi kinakuwa kikifanya vizuri. Lakini tunajua hawa ndio wasanii ambao wanafanya vitu kwa passion. Kwa mfano, kama Alikiba ai kushindana kwa sababu kama ni kushindana alishashindana huko miaka ya nyuma na tunaona alibuka mshindi eh, kipindi kile, lakini tunaona miaka nazidi kusonga akapata na mpinzani Diamond Platnumz eh, Diamond akampiku eh, kwa numbers katika digital platform YouTube na vitu vyote hivyo au sio, lakini pia hadi Instagram, eh, followers, subscribers, YouTube. Eh, lakini pia tunaona Alikiba bado iko kwenye ligi ya hawa watoto wadogo, wanaweza kusema hivyo. Lakini kwa upande wa Harmonize katika hii ligi sasa, ni kama ameingia rasmi, kwa maana ya kwamba yeye inaonekana pengine labda ndiye baada ya hawa Diamond pamoja na Alikiba yeye pengine atakuja kufanya vizuri na atakuja e, kuwakalisha hawa wengine ambao wanafata kwa nyuma. Kwa hiyo Harmonize kushika namba moja E, ni mafanikio makubwa sana, hasa wengi wakiwa wanasubiria albam yake mpya, albam ambayo itakuwa imebeba vitu vingi sana, vionjo vingi sana hasa ukizingatia ndio albam pekee ambayo Harmonize anategemea mwaka huu ili iweze kumwakilisha katika show mbalimbali ambazo atakuwa anazifanya kimataifa. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Naondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama lama nyekundu iliyoandikwa subscribe.